Halo, ya habari? Yule yule mtaalamu wa afya a kaio, tunataka tujiulie wale watoto ambao wanapata shida za mwake wa mzunguko wa damu Siko seli maana yake halisi maana yake ni mvurugiko katika utaratibu wa mzunguko wa damu katika mwili wa mwanadamu. Mtu huyu mwenye changamoto ya siko seli, huu ni ugonjwa ambao wa mtu anazaliwa nao na si ugonjwa ambao rahisi kumwambukiza mtu mwingine. Lakini shida hizi <coughs> namna gani, Bisma wamekuletea utaratibu wa kuweza kumsaidia huyu mtu mwenye changamoto ya siko seli, ni pale tu wameandaa product za kuweza kudili na kusapoti mzunguko wa damu, lakini pia kwenda kusababisha mishipa midogo midogo kama ina damage na shida katika mfumo wa mzunguko wa damu, ili huyo mtu asipatwe na changamoto ya kuongezewa ongezewa damu, basi BF Suma amekuletea product ambazo zinadili na hizo shida na kwenda kusapoti mzunguko wa damu. Tuone katika mawasiliano yetu ama katika ofisi zetu zilizopo Dar es Salaam na mikoani pia lakini usisahau kusubscribe katika chaneli yetu ya Afya ni Mtaji YouTube TV. La tupate, unatupata kwa mawasiliano ya 0699507619 0693781927. See you at the top.